Wafanya biashara mjini Kitui ambao vibanda vyao vilibomolewa kando ya barabara kuu za mji huu hasa katika barabara ya hospitali ya Kitui Level 4 na ile ya Kalundu Kalundu wakati wa maandalizi ya sherehe za Mashujaa, wamefanya maandamano ya amani kutoka soko la Kalundu hadi ofisini mwa gavana wa kaunti ya Daktari Julius Makau Malombe. Wafanya biashara hao wanasema lengo la maandamano yao ni kutaka kufahamu kwa nini hawajaruhusiwa kurejea na kujenga upya vibanda vyao Kisema tuko na license tumepewa permit wakakuja nani oliver akakuja akatuondoa hapo alikuja na tinga tinga na wa, maskari wakatu evict. Now we want to know this kwa nini, nini kitu ya kwanza kwa nini walichukua pesa yetu wakatupea permit ya one year kama walikuwa wanajua wanakuja kutu evict kitu ya pili kitu ya pili, kwa nini hawakutupea alternative? Because there is no way unaweza toa mtu mahali anaba anafanyia kazi bila kumpea alternative, lazima yes. Wangetupea alternative mahali ambapo tunaenda kufanyia kazi. Yes. But yes. Wakatu evict na wakatuambia hawataki kutuona hapo. Yes. Well, this okay. We want to make this nini iende iende mpaka governor, iende president na iende kila mtu. Sisi ni, wabini, ni wa, ni, ni traders ambao hapa Kitui hii town na yes. Sisi ni maasala yeah, kwa manifesto yake ya kwanza alisema yeah. hivi wa, wa watu wa chini, watu wa boga lazima wapewe kipaumbele, ndio tupate kitu sawasawa. sisi sawa. Mm. Yes. ni mawazela kama wao wengine, sisi hapana payslip, wao akona payslip, wanatufukuza twende wapi? wanatunyanyasa sisi zote hatuwezi toshia kwa hizi maofisi, hatuwezi toshia kwa soko moja. Lazima watupee ruhusa tufanyie kazi mahali tunafanyia <tukosikilis> kazi <tukosikilis> <tukosikilis> na pesa yetu ya license, kama waturudishie, hapo waturudishie, na hiyo hakuna tafadhali. Na tunataka gavana atuandress, na hiyo ndio imetuleta hapa leo.